Hivi ni baadhi ya visingizio ambavyo watu huvitumia kushindwa kufanya majukumu au jambo ambalo anatakiwa afanye kama vile kuanza biashara, kwenda kuongeza elimu au kufanya kitu fulani ambacho anajua kabisa anatakiwa afanye au anawafahamu watu wanaofanya na yeye anatamani akifanye. Ah, kisingizio namba moja, hauna muda, uko busy. Inawezekana uko busy, lakini kumbuka watu wote tuna masaa 24 na hicho kitu ambacho unataka kufanya, kuna watu ambao unawafahamu wanakifanya hicho kitu, na huenda wengine wako busy kuliko wewe, lakini wanaweza kuweka ratiba zao vizuri na kuweza kufanya hicho kitu na kufanya ratiba zao nyingine za familia, kazi na vitu vingine. Kwa hiyo sio kama uko busy sana, ni kwamba haujaweka ratiba zako vizuri. Namba mbili, hauna mtaji au pesa Inawezekana haujapata mtaji lakini kumbuka, kwenye penye nia pana njia. Unaweza ukaanzia hapo ulipo, unaweza ukaanza kidogo kidogo, unaweza ukashirikisha watu ambao wanaweza kukusaidia wenye mtaji, au ukashirikisha watu ambao wanaweza kukusaidia jinsi ya kupata pesa ya kuanzisha hicho kitu ambacho unataka kuanzisha. Kumbuka, uh, ukikaa tu na kusema kwamba sina pesa, sina mtaji, sio kama pesa itakufuata itakuja. Unaweza kuanzia ulipo, lakini kumbuka pia penye nia pana njia. Kama una nia ya dhati ya kufanya kitu, lazima utatafuta njia kuweza kulifanikisha hilo jambo. Namba tatu, hauna vigezo au ujuzi usika. Kumbuka hakuna mtu ambaye amezaliwa akiwa anajua kila kitu. Hata wacheza mpira wazuri sawa walikuwa wanajua kucheza mpira, lakini wamejua kucheza mpira vizuri kwa kuingia uwanjani na ku practice kucheza mpira, waimbaji wa wa uzuri wa chekeshaji na kila kitu. Kwa hiyo hata kama hauna ujuzi wa hicho kitu, jiamini kwamba una uwezo wa kupata ujuzi wa hicho kitu, uko unaendelea ukifanya hicho kitu kuto kukijua kitu sasa hivi isiwe sababu ya wewe kuto kulifanya hilo jambo au kuzipambania hizo ndoto au kitu ambacho unataka kukifanya. Namba nne, una wasiwasi na ushindani ni mkubwa. Kumbuka, asiyetaka kushindana huyo hana mpango wa kukua. Uh, if there is no competition, there is is no no competition progress. Kama hutaki kushindana, maana yake hutaki hu, hu, kujua mapungufu yako. Kwenye ushindani ndio sehemu ambapo mtu unajua mapungufu yako na unatumia mbinu za watu ambao wamekuzidi kwenye ushindani, ili na wewe kuweza kukua kufika pale walipo, au kuwa kama wao na zaidi ya wao pia. Namba tano, unahisi ni ngumu sana. Kumbuka, hakuna kitu kirahisi. Kufanya biashara sio rahisi, kuwa mwajiriwa sio rahisi, kutokuwa na kazi sio rahisi, kuwa mwajiri sio rahisi. Kwa hiyo hakuna kitu kirahisi. Chagua kitu ambacho unaweza ukakifanya na ukipambania, ukijua hii ndo, ndo, destiny yangu, hiki ndo kitu ambacho nataka kufanya. Magumu yote ambayo nitakutana nao kwenye hili jambo nitayamudu, kwa sababu ndo kitu ambacho nataka kujulikana kwa hiki, ndio kitu ambacho nataka kuwekeza na nataka kuacha legacy kwenye hili jambo. Kwa hiyo kumbuka, hakuna kitu kirahisi. Chagua kimoja na ukipambanie ili kuweza kukifanikisha. Namba sita: huamini huu ndo muda sahihi. Um, hakuna kitu kama muda sahihi. Muda sahihi ni ule ambao umepata maono ya kufanya jambo fulani, huo ndo muda sahihi wa kufanya hilo jambo. Uwe mzee, uwe kijana, uwe sijui umeolewa, ujaolewa, umeoa, ujaoa, muda ambao umepata maono ya kufanya kitu fulani, huo ndo muda sahihi. Asije mtu akakwambia ulitakiwa kitu ukifanya ukiwa na umri fulani, ulitakiwa ukifanya ukiwa hivi So sahihi. Kila mtu na maisha yake, kila mtu na maono yake, kila mtu na vile ambavyo Mungu anamfunulia kwamba huu ndio muda ambao nataka ufanye jambo fulani. Kwa hiyo muda ambao umepata maono kufanya hicho kitu ndio muda sahihi. Namba saba, unafikiri utafeli sababu wengine walifeli. Acha kujifananisha na watu ambao wamefeli, jifananisha na watu ambao wame, wamefanikiwa kwenye hicho kitu ambacho na wewe unataka kufanikiwa kukifanya. Acha kujifananisha na watu ambao wameshindwa, wewe ni mshindi. Namba saba unatumia watu kama kisingizio. Acha kutumia watu kama kisingizio kuto kufanya jambo fulani. Unatumia watu kama marafiki, watanionaje, bosi atanionaje, sijui rafiki mwenza, sijui mchumba, sijui kitu gani ataniona. Acha kutumia watu kama visingizio. Kwa responsible na maisha yako, yaani maisha yako, unafanya kitu ambacho kinakufanya wewe ujisikie vizuri. Kumbuka watu ambao unaogopa watakuonaje, wao hawakuwazi wewe, wakati wanafanya vitu ambavyo vinawafanya wao wajisikie vizuri. Kwa hiyo wakati ambapo unataka kufanya kitu kinachokuhusu wewe, weka watu wengine pembeni, jifikirie wewe. Mimi nataka kufanya nini? Mimi nataka kuwa wapi? Mimi nataka kuonekanaje? Sisi wengine ambao ni marafiki zako, ndugu zako na jamaa tuta kopi na vile ambavyo wewe unatuonesha yani. Uh, mwanzoni inawezekana tutasema oh, una unataka kufanya hivi, umeingia huko biashara utaweza, sijui nini, lakini mwisho wa siku tutazoea kwamba jamani, sasa hivi ni mfanya biashara, na unavozidi kukua kwenye ile biashara utasema biashaautasema jamani, bora hata ulianza nifundishe na mimi, nifundishe na mimi. Wale ambao tulikuwa tunakuona kwamba unakosea mwanzo tutakuja na kukwambia kwamba na sisi tunataka kuwa kama wewe. Kwa hiyo kuwa mfano mzuri kwa watu wanakuzunguka, ukikumbuka kwamba mwanzoni inaweza ikawa ni ngumu, lakini muda unavyozidi kwenda, tutakuzoea na tutataka kujifunza kutoka Mungu.